It's not me. Coach. Sio kazi yangu ile swali ilirudi kwa refari. Refari ndo kaamua, si nilikuwa mbali, si kuona ambacho kilichotokea. Refari ndo alikuwa uwanjani ameamua kama ilikuwa gol kama ilikuwa offside. It's beyond my parameters. I cannot answer that question. Sisi, no, si, tuna prepare ourselves. We don't want a team to go in relegation will go to work on it. Sijui cha kiko mbele yangu, sijui cha kiko nyuma yangu. Ligi yaijaisha. Rimemba, Simba wameshinda mchezo, awajesinda ligi. Tumeshindwa mchezo, atutashindo ligi, so na ukianza negative questions to me, I'm sorry.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 ukiwa na soka letu. Sio si hayo tu, kwa shilingi mia moja tu kwa siku utapata dakika tano za kupiga simu za Vodacom na point zitazokufanya kujishindia ticket za VIP, jezi ya timu yako, kuangalia mazoezi ya timu yako na pia nafasi na ya kuhudhuria hafla ya utoaji zawadi kwa wachezaji na marefu wa Ligi Kuu ya Vodacom. Ukijiunga kwa mara ya kwanza utapata huduma hii bure kwa siku tatu. Mteja red utapata point mara tano zaidi, na mteja Pintu wapindua utapata pointi mara mbili zaidi. Kujiunga, piga nyota 149 nyota 84 alama ya reli na ufurahie ligi kuu kwa undani zaidi, ukiwa na soka letu. My name is Hisham and I'm from Bordside Egypt, and I watch Global TV.